Ujambo, mtazamaji popote ulipo, jina langu ni Mohamed Ali na karibu kwenye mahojiano maalum ya moja kwa moja kutoka eneo la Isili hapa jijini Nairobi ambapo tutaweza kuzungumzia masuala muhimu yanayohusu ardhi na vilevile vile uwekezaji. Na hii leo, kama vile mnavyoweza kuona ni kwamba nina mgeni wa heshima ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la MABSA Group Agency Limited, shirika linalotambulika kwa uuzaji wa ardhi halali hapa nchini Kenya. Bwana CEO, karibu. Asante sana Mohamed. Uh, thank you. Nashukuru sana kwa muda wako, na labda tukianza na utangulizi, ni kwamba e, unaweza ukatuelezea kwa kifupi e, kuhusiana na Mabsa Group ha, na ile cheo ambayo unashikilia? Kwa majina naitwa Abdul'Aziz Mahmud, mkurugenzi mkuu ya kampuni ya Mabsa Group Agency Limited. Ah, kampuni Mabsa kazi yake kuu ni kuuza ardhi na kuwajengea wateja wetu. ni maeneo gani ambayo kwa sasa mnauza ardhi Uh, kwa sasa Mapsa Group Agency Limited tuko na maeneo kama tano hivi mm, uh, nchini Kenya. Uh, ya kwanza ni upande wa Konza, ya pili ni Makindu bado karibu tu na Konza, ya tatu ni Kajiado County, ya nne ni Nanyuki na ya tano ni Malindi, uh, Malindi upande wa Coastal Area. Unaweza ukatuelezea kwa sasa ni projects gani ziko wazi ama ndio bado mnaendelea kuuza maeneo gani ama ni zote? Kwa hiyo eneo tano ambayo nimekuelezea, sasa tunauza upande wa kwanza ambayo tulianza project yetu na ni Konza City. Kwa sasa kwa watazamaji ambao hawajui Konza kwanza iko wapi, eh, labda eh, ni wa Kenya au hata ni watu wa kutoka diaspora majuu wanajiuliza hii Konza ambayo tunasikia ambayo ardhi zinauzwa iko upande gani? Uh, Konza City iko upande wa Machakos, Machakos Junction mm -hmm. Uh, hii barabara kuu ambayo inaunganisha Nairobi na Mombasa ni 64 km from CBD Nairobi, na ni city ambayo ambayo that is ina upcoming in the next 5 uh, years, ni Vision 2030 iko upande hiyo Konza City Konza ni ardhi ambayo ni kubwa sana. Kwa hivyo nyinyi mnashughulika au mmeweka yani, eh, ile interest kubwa kwa kuuza ardhi ambazo ni za aina gani? Kila mara sisi tunazingatia mm, ile vile tutaridisha uh, wateja wetu uh, upande wa Konza City ndio tumeanza na project yetu ya kwanza, alhamdulillah Mungu ameturahisishia na iko two section kuna, kuna upande mmoja ya residential ambaye ni makazi, watu wanaishi, na kuna kuanja ya, ya biashara watu wanaweza fanya uh, watu wana, kwa kimombo wanasemanga commercial plot hizo mm -hmm. commercial plot na residential plot ndio tuko nao upande wa Konza. Na kwa sasa uh, so far tumefungua almost uh, 27 faces mm -hmm. still in Konza uh, naweza sema kumi na tatu ni commercial plot na 14 ni residential plot. Kwa hizo faces ambayo tumeifungua kwa upande wa kwanza uh, tushaziuza 23 faces. Tumebaki sasa kama na face nne. Bado tumebaki na face 23 nyingine bado hatujafungua. Kwa sasa Kenya iko open ni 27 faces, 23 tumemaliza tumebaki na face ine ah, uh, kwa hiyo face ine tatu ni ile ya kuanja ya biashara ambayo ni commercial na kuna face moja ya residential ambayo makazi watu wanaikaa. Sasa tumeitofautisha kwa sababu mtu leo, for example, umeamua kwenda upande wa Konza, then MABSA group ajisalimite limited imekufanyia kazi ya mm -hmm. Ka, yako rahisi, tumekutengenezea pale, unaweza kaa na pale unaweza fanya biashara yako. Sasa hiyo ndio tofauti mbili kwa ile kazi tunafanya upande wa uh, Konza mm -hmm kabla sijaanza kwenda kwenye sehemu ya pili ya maswali. Naam. E, umeweza kutaja kwamba kuna faces. Naam. Kwa, kwa wanaotazama faces inamaanisha kwamba sehemu sehemu ya gazeti. Yeah. Kwa, Naam. Kwa mfano umeweza kuelezea kwa kirefu kwamba kuna sehemu ya ya biashara mm-hmm. ambayo ni commercial. Naam. na kuna hii sehemu nyingine ambayo pia ni ya makazi ama residential. Kabisa. Kwa hivyo asante sana kwa kutupatia ufafanuzi. Tukiendelea e, na sehemu ya pili ya maswali ni kwamba Eh, ili mtu aweze kununua ardhi kwa kawaida, kuna kuaga na ile mchakato au ile process ya kununua ardhi. Kwa hivyo labda unaweza ukaguzia kidogo, kitu chochote ambacho mtu anataka kuifanyia lazima ikuwe na utaratibu wake. Aa, nchini Kenya, mtu akitaka kununua ardhi mm -hmm. kuna utaratibu angevaa kuifuata. Utaratibu wa kwanza, mi naweza sema, kwanza mtu lazima akuwe na nia For example, wasore wanasemanga penye nia pana njia. mm -hmm. kama hakuna nia yote mm hakuna -hmm. kitendo chochote ambayo unaweza ifanya mm -hmm. uh, ukuwe na hiyo nia ambayo unahitaji ardhi, then kitu ya pili ni hiyo ardhi unahitaji ni, ni chana nini in, ni ya nini? Inaweza kuwa ya makazi, inaweza kuwa ya biashara mm -hmm. uh, bado inaweza kuwa kulima chochote mm -hmm. then lazima bado ujue ni nini unahitaji mm -hmm. ukijua ile uh, utaratibu mwingine utaifuata. Uh, after that ni ile ya sasa kutafuta kampuni ambayo wanauza ardhi, hasa unaweza kuja kwa kampuni yetu kama MABSA Group Agency Limited. Uh, unaweza identify through uh, social media, unaweza pita huko. Ukikuja kwa MABSA Group Agency Limited ndo umepata ambayo wanauza land, then Kenya utafanya ya kwanza unakaa uh, na kampuni land wanauza iko eneo gani? Uh, e, ile kitu ambayo unataka kuifanyia kwa hiyo ardhi, e, kitu gani? For example, unaweza pata kampuni, unaweza uza kipahali ya makazi, unaweza uza kipahali ya ukulima, unaweza uza pahali ya biashara. Yani, kwa kifupi, unasema kwamba ile malengo uliokuo Exactly. Nao lazima ujue, unakaa na hawa watu, unazungumza, ukiona wana suluhisho ile kenya ulikuwa wanataka una request for kitu naitwa kutembelea kwa hiyo pale wa ardhi wanauza. mm -hmm, which tunasemanga site visit, which MABSA Group Limited site. Uh, kutembelea kwetu ni zero transport, hakuna pesa kuno, uh, utaitishwa, na bado tunakutengenezea uh, lunch yako for free, then ukitembelea hiyo ardhi unaenda kuangalia, ukiridhika nao, for example na umeona ile malengo ulikuwa anataka yote utayapata hapa yote, then uta, uh, uh kitu ngine utauliza, unarudi kwa kampuni ofisi yake, unauliza ile hati mm. -hmm. ambayo inaitwa individual title deed okay. Kama hawana usi proceed, usi usi, usi, usi endelee na hiyo kazi mm -hmm. tafuta kampuni nyingine. Then MABSA Group agency limited imekufanyia rahisi, hati yake yote ya binafsi ziko tayari. Then ukikuja kwa ofisi yetu, tunakupatia ile plot ambayo umechagua, kama ni ya biashara ama kama ni ya makazi Uh, ndio unapewa hati yake. For example umechagua ploti namba kumi uh, sehemu ya ishirini na sita ambayo ni makazi, then hiyo ndo tunakupatia nini yake, kopi yake, unaenda nao kwa county government mm -hmm. ama unawezaenda kwa wakili wako, ambayo unamwamini, unamwelezea umependa kununua land kwa MABSA group agency limited mm -hmm. ningependa nifanyiwe Uh, sahihi dhati hii kitu ni kitu ya sahihi mm -hmm. na haina shida yoyote, ukimalizana mm -hmm. na hizo vitu zote, umehakikisha dhati hii land, ambayo MABSA ardhi, ardhi ambayo MABSA wanaziuza mm -hmm. ni halali, unakuja kwa kampuni unarudi mara ya pili. Uh, kabla hujakuja kwa kampuni bado unaweza unaweza uh, consult huyu mutanetowa mpima ardhi ambaye mm -hmm. anapimanga iyo title umepewa na surveyor exactly hiyo pale, hiyo pale umepelekwa na hati ambayo imeandikwa sehemu yake ni sehemu moja, mwenye ana mm -hmm. kuelezea ni mpima ardhi, then hiyo uh, ukihakikisha hiyo, ushakikisha upande wa lawyer na county government, uh, land registrar umehakikisha na surveyor. Then unakuja kwa kampuni unasema, nimeridhika na kila kitu, nimeona kila kitu ni halali, which means everything vitu zake zote ni halali uh, then, Tunaku, uh, tutaanza kuandika sasa agreement. mm -hmm. Uh, ambaye ni ile ile, makubaliano, ile makubaliano mm -hmm. between the company mm -hmm. na wewe binafsi, then tunakuandikia makubaliano yote. Kama huelewi unaweza enda kwa wakili yako akusaidie, then ukielewa kila kitu ndio unatia sahihi na uh, upande wetu tunaweka hiyo sahihi, then our lawyer, your lawyer, anaweka sahihi, then unaenda kupeleka pesa yako kwa banki. Sisi hatukubali mtu yoyote alipe pesa na by cash, kwa sababu kwa hiyo kulipa kwa banki itakusaidia kesho, shida yoyote itokee, hautapata shida yoyote kwa MABSA Global Services Limited, but make sure walipe pesa yako through the bank, okay. Kama tumeelewana hiyo, uh, unalipa pesa yako cash, tunakupatia hati yako kwa muda wa wiki moja. Remember, hati zetu zote ziko tayari, si kitu inatengenezwa tunafanya tu transfer kutoa from jina ya mkampuni kwa jina lako. uh, kama unalipa polepole pole, pole uh, bado itaandikwa kwa hiyo makubaliano. After that, kampuni inakupatia receipt yako, inakupatia offer letter kitu inaitwa ambayo umekubali kununua hii land, ile makub, makubaliano ya agreement na invoice, hizo zote ndio hasa inaonyesha, na receipt ambayo umelipa through the bank, ndio unakaa nazo wakati una, u, u, u, wakati ukifika, umemaliza pesa yako yote then unakuja na nini? Uh, tuna, tuna kufanya transfer. Then usikae tukifanya transfer kwa jina lako, enda kwa wakili wako ama enda kwa county government tena, uconfirm kama majina yako yako kwa system ya government, then ukiona kila kitu iko sawa na iko sahihi, unaweza kaa, then bado unaweza kuja kwa Mabsa Group Limited tukujengee nyumba yako ambayo ulikuwa unaitafuta. E, tuingie kwenye sehemu ya tatu ya maswali ambayo ni usalama wa mteja. Okay, sorry, okay. E, na uhalali wa ile ardhi, eh, je, mnashirikiana vipi na mamlaka ya serikali ama the national government kuhusiana na ile yani, zile obligations ambazo zinatakikana zile kanuni na masharti, kama kampuni mumeweza kuzipitia? Uh, kitokaza mimi ningependa kusema uh, si kampuni yetu, kampuni yoyote ambayo anataka kufanya biashara kwa nchini Kenya, mm -hmm, lazima ufuate hiyo utaratibu, lazima uende kwa serikali mm -hmm, the county government national mm -hmm, government ile uh, karatasi inahitajika yote kukuwa na register with the government. Sisi tuko nazo uh, kampuni yetu imeregistwa under the the company registrar act, uh, uh, with the land registrar of ya, with land of imerejistriwa mm heo -hmm. Uh, naweza sema ile hati ya uh, kanjo o nini the local government, tuko nazo uh, tuko kwa association of the land uh, real estate association bado tuko ndani uh, hatuwezi fanya kazi yeyote bila kukua na hiyo hati yote kutoka serikali na kutoka ile association of the lands, hasa kama MABSA group agency limited. Kampuni yetu ni registered under the company registrar, na tuko na hati zote ambaye inaonyesha kazi ambayo tunaifanya ni halali na, na, na uh, serikali wametupatia idhini ya kufanya hizo vitu zote. Kwa hivyo mmeweza kusajiliwa tayari na serikali? Na exactly kila kitu kimesajiliwa, ndio sasa tumekuja kwa umati kuwasaidia kwa, kwa njia yote. Okay, bwana mkurugenzi, asante sana kwa muda wako na jinsi unavyotufafanulia tu, eh, haya maswali ambayo labda hata watazamaji wetu wangekuwa labda wangekuuliza kama mngepatana nao uso kwa uso. Okay, kuna njia ya malipo ambayo ni sehemu nzuri sana ambayo pia watu labda wale eh, potential customers au wale kwa sasa, wana nia, ardhi, kwa sasa wana nia ya kununua ardhi wanajiuliza kwamba mimi leo hii labda nina pesa ndogo eh, sitaweza kufika ile gharama ya ile ile kununua ile ardhi ununuzi. Kwa hivyo mna ile payment plan au njia ya, ya malipo? Uh, nilikuwa nimesema kila mara sisi tunazingatia vile mm -hmm. Uh, wateja wetu wanawezaridika na si ambayo tunaofa. mm -hmm. mm -hmm. Kila mara tunawaangalia hawa watu mbele kila mara, kwa sababu kampuni yote hawezi fanya kazi bila wateja. Sasa uh, wateja, kuna, kuna wengine wako na mali, wengine wako katikati, wengine wako hali ya chini. Mapsa ni ya haa watu wote, hatuangali aliye juu Hatubagui. Mm. Then, kama weo, for example unalipa pesa kidogo unafanya na serikali ama unafanya na any private company limited limited. Uh, MABSA Group Agency inakubali ununue ardhi kwetu na ulipe pesa yako mdogo mdogo bila riba. Payment yote, yote haina riba, yote tunakufanyia rahisi. Alhamdulillah, Mungu ametufanyia rahisi. Bona tuwakazie wateja wetu, because tunawahitaji Utanunua ardhi kwa MABSA bila riba yote na unaweza lipa even kwa mwaka mmoja na zaidi. Okay, Bwana CEO kama eh, kwa mtazamo wako kama na mmiliki wa hiyo kampuni mm -hmm. au meneja mkuu kwa nini mtu anapaswa au anafaa kununua ardhi kwa kupitia kampuni ya MABSA na sio nyingine? Uh, sa kuna sababu nyingi mm -hmm. ambayo sasa siwezi sema yote sahi muda haitaniruhusu kwa, ha, kifupi. kwa kifupi mm -hmm. Uh, kitu ya kwanza ambayo narudia nimerudia mara kadhaa, sisi tunaweka mbele wateja wetu kila mara mm -hmm, kwa sababu bila wao hakuna kazi. Hiyo ndo tofauti kuu, na mtu akitaka uh, kunua land kwa MABSA, sisi tuna tunakudhamini sana. Kitu ya pili ambayo anaweza sema uh, wateja wetu kila mara tuna make sure land wakati nani tumewarahisishia war Land, uh, hati yetu ya ardhi yote ni ya sahihi mm-hmm. Bado tunawahimiza waende wafanye sachi yao, but upande wetu tume make sure that vitu zote zetu ni halali na hautapata kitu, shida yote ambayo utakutana baada ya hii inavunjwa, ni ya serikali, ni ya nini, hizo vitu zote tumehakikisha na tumewaletea kwa wateja wetu. Ya pili, ya tatu naweza sema kutembelea ardhi zetu zote, tumewafanyia free transport And free lunch, bado tunaangalia wateja wetu maslahi e, yao, uh, kitu ya ini naweza sema for example, nawezasema uh, wateja leo wametembelea kampuni yetu, wameenda ukaangalia l land yoyote, hatutakupigia simu tukikuuliza tumekupeleka huko, mbona hujarudi, mbona hujafanya. Hatufanyi uja hivyo, tunakupatia muda wako ile siku na sema, niko tayari ndo utatokujia amuzi wa amuzi wako exactly. Kazi yetu, mm -hmm, ni kupeleka wewe tunakufahamisha kila kitu, then wewe ndo unaamua. For example, land umeipenda umeichagua, tunakupatia like siku kama mbili tatu ya kufanya search na kutafuta hiyo pesa ya kuweka mbele, uh, na ile ingine utalipa polepole pole, then uh, hatutakupigia within 3 days. 3 uh, days ikifika ndo tunakupigia, hatuwezi kupigia before na ukisema umebadilisha nia yako, useme sahii, uh, kuna shida imetokea, bado tunaheshimu uamuzi wako, then ile siku uko tayari, ndio utatukujia hasa. Hautapata shida yote na MABSA wakikupiga kila mara, kwa sababu tunakuhitaji na tunakuheshimu. Kitu kingine, uh, MABSA Group Agency Limited, uh, tumewatengelezea wateja wetu, mtu ambaye leo anataka kufanya biashara, anataka kutenga gorofa kubwa kuna kiwanja tumetayarisha ambayo tunaitwa commercial plot, mtu anaweza jengea fenye anataka. Bado tumekutayarishia upande wa makazi, watu wanaishi na salama, na nyumba ambayo inajengwa huko ni ile juu na chini, ama ama inaitwa mansionette ama bungalow. Hiyo mbili yote tumeitengeneza ndio watu wakuwe na ile uh, kuchagua kwao wanataka gani. Mtu anaweza kuwa na pesa mzuri aamue kuchagua ile ya uh, commercial baada ya kuja, achague ile ya makazi, afanya kila kitu akiwa Konza City bila ku travel from Konza to another town. uh, kwa upande wa makazi uh, kampuni ya MABSA imekutayarisha bustani inaitwa garden, watoto wanachezea, wazee wanaweza chezea uh, kiwanja ya kufanyia watu nene, e, e, kitu kingine inaitwa shopping center cen, uh, tumekutengenezea kiwanja watoto wanachezea. Uh, tuna tunakuchimbia borehole. Kwa hiyo state yetu hakuna pesa uh, ya ziada unailipa barabara. Ya state ndani yake tunakujengea, uh, perimeter wall ya hiyo state yote tunakujengea mm -hmm. Uh, wakati tunafanya transfer kwa uh, from, from company name to your name hatukuitishi uh, pesa ya ziada. Hizo vitu zote ndio naweza sema tofauti ama mbona ukuje kwa Mafursa Group Agency Limited, na usiende kwingine na, na usiende kwingine mm-hmm. Hizo vitu ndio tunakufanyia na bado remember, leo ha, kuna shida imetokea ha, pesa ndio imekuwa shida, hatutakuitisha interest, tunakungoja hata tunaweza kuongezea muda kwa vile tutaielewana. For example ulikuwa unatoa for 5 months, ulikuwa unatoa mzuri, hii mwezi wa sita kuna shida imetokea bado Tutaconsider Datum, bila kukusumbua wewe, for example umemaliza land yako unataka ujengewe, bado Mabsa Group Agency Limited watakujengea nyumba yako bila riba na pesa yako unalipa kwa mwaka mbili peke yake. Hizo vitu zote nimezisema, ndio inakufanya ukuje Mabsa Group Agency Limited, kwa sababu Mabsa ni yetu yote. Ndio bwana CEO, tukimalizia malizia tu eh, kwa mtazamo wako kama mmiliki wa hii kampuni ya Mabsa kuna miradi kubwa kubwa ambazo labda zinaweza zikakuja siku za usoni ama siku za baadaye ambazo zinaweza fanya hizo eh, sehemu thamani yake iende juu. Uh, tukianza na sehemu yetu ya kwanza upande wa Konza City mm -hmm. kitu inaweza fanya leo hiyo ardhi ipande bei ya juu kwanza, kuna city inajengwa huko, ni 2030 vision mojaliwa the next 5 years inshallah hiyo uh, city siti ikijengwa hakuna hakuna service utahitaji outside that city, according to the government plan, then already hiyo city ndio inakufanyia hiyo land iende juu. Uh, kitu ya pili iko kwa ile barabara kuu ya Mombasa Road ambaye mm, all mizigo kila kitu ambaye inatoka ulayani inapita huko. Uh, kitu kingine naweza sema uh, kama MABSA group vile sasa hivi nimekutajia tofauti yetu ya Uh, tofauti ya map sana, na, na, na kampuni zingine ni nini, hizo service nimezitaja zote itaifanya hiyo ardhi ipande juu. Remember, umeleta umati wa watu kwa sehemu moja, umetengeneza shopping center, umetengeneza barabara, umewawekea security, umewaletea stima, umewaletea shule, umewaletea swimming pool, umewaletea playground. Hizo vitu nimezitaja zote itaifanya hiyo land ipande bei juu na inshallah. Uh, by end of this year 2025 December, uh, tuko na mpango wa kuanza majengo yetu. kuna uh, makazi moja uh, estate kando tumeiweka kujenga nyumba ya juu na chini na ile ya uh, bangalo hasa bado hiyo. Tukianza hiyo kazi, urudi kumbuka, itafanya hiyo nyumba, hiyo land ipande ya bei juu. Kwa sasa tumeuza ploti elfu moja na hamsini na sita. Hawa watu ni watu wengi sana, then tukikuja pamoja tukae, tuanze at least miradi moja, itafanya bado land yetu ipande juu. Okay, tukiweza kumalizia malizia. Eh, bwana CEO, kwa kawaida biashara yote inakuwa na changamoto naam au challenges. Naam. Nyinyi kama Mabsa Group Agency mna changamoto ambazo mnapitia ambayo labda mungependa eh, kushare na watazamaji Uh, Mabsa Group Agency Limited uh, tushasema kazi yetu kuu ni kuangalia wateja wetu kwanza. Hiyo changamoto mi naonanga kama ni opportunity kwa sisi Mabsa Group Agency Limited uh, bona nasema ni, bona nasema ni kitu faida kwa upande wetu uh, remember kwa hii life yoyote, mtu ambaye anafanya kazi yoyote ile lazima apitie shida, apitie changamoto, aone hizo vitu zote lakini hiyo changamoto mimi kama sisi MABSA Group Agency Limited tunaionanga kama inatuletea faida. Kuna mtu anaweza kwambia leo uh, uh, uh, bona, bona musujengee uh, mtu anataka kujenga nyumba yake na hana pesa, wengine wanazoona hiyo ni changamoto kwa upande wa uh, wateja wako, lakini sisi tunaona kama opportunity. Wateja wanatuambia wacha tukupatie hii kazi ya kujenga hii nyumba na tukulipe polepole pole. Kuna wengine wanaweza kuambia mimi sina pesa mzuri, nataka kununua land kwetu, kwenu, na bona msitupatie muda refu. Mtu anaweza sema hiyo ni changamoto, which sisi hatuonangi kama ni changamoto. Changamoto yeyote ambaye tunapitia kama Mabsa Group Agencies Limited, kila mara tunaigeuza tunaifanya kama faida, alafu we take advantage ndio. Uh, wateja wetu wafaidike nao mm -hmm. na sisi kama Mabsa Group Agency Limited tufaidike nao. Wengine wazao kuja kwambie waongee mbaya. Wenye wataongea mbaya wanatofanya hata tuzidi kufanya kazi yetu vizuri. Kuna wengine wanako uh, nene wanaweza kwambia bona hii uh, hi, njia haina barabara, hii haina kitu, hii haina stima. Yote tunaonanga tu, hiyo sio changamoto ambaye watu wanatuletea. Mtu anasema ah, hii kazi ni ngumu. Client wanacomplain, wateja wanasema hivi, na nyinyi Kenya wateja wanasema wote, ndio tunaichukua, tuna convert, ndio tunaifanya something that is very good, that's why awanasemanga changamoto ni part of our life, na tunahitaji kuendelea na kazi yetu, na bila changamoto hakuna pale tunaweza fika kwa hii dunia. Kwa, uh, kwa haya yote naweza sema changamoto yote ambayo itatukujia ita tutaikaribisha tutaibadilisha ku kuya faida kwetu. Uh, asante sana. Bwana CEO hii ndio kamera yako. parting shot, ujumbe mfupi kwa wanaotutazama uh, Kwanza nashukuru wewe kwa muda wako uh, na watazamaji watakuja kuangalia hii klip uh, uh, kila mara anasemanga usijidharau, dunia tukotu. Kwa hiyo muda kidogo hiyo muda kidogo uko nao uh, you can enjoy it while still you are young remember Uh, muda tuko nao ni very short sana. Usijinyime, usiseme hauna, usiseme siwezi. Remember, kitu ambaye hawezekani ni kitu ambaye haufanyi. The moment unasema hii kitu haiwezekani, wewe umeshindwa, lakini at least fanya uh, uh, namna yeyote ile, then Mungu hawezi kutupa. Remember, waswahili wanasemanga Mola hamtupi mja wake. Sasa wewe ukijitenga useme hii haiwezekani, utakuwa umejitenga. Uh, MABSA Group Agency Limited uh, tumekuja kwa hii kazi ya kuuza ardhi na tumekuja hapa kukurahisishia kazi yenu. Uh, MABSA amekutayarisha ardhi yote ambayo iko na hati yake na unaweza lipa pesa yake polepole pole. Kama uko na swali lolote lile unaweza kuja kwa ofisi yetu iko hapa Isli Yare Plaza, Yareplaza first floor office 91 First Avenue Street, opposite Royal Mall next to Cooperative Bank, ama unaweza tupigia namba yetu ambayo imeandikwa hapa juu, na usiogope. Unaweza tukujia muda wowote ule, na unaweza tupigia through our call ama WhatsApp. Ankumbuka MABSA wako tayari kukupokea kwa furaha, na karibuni nyote, na usisahau MABSA ni yetu yote. Naam, asante sana bwana CEO kwa muda wako na vile vile kwa kutufafanulia kuhusiana na biashara ya kuuza e, ardhi na vile vile kuhusu kampuni ya Mabsa. Natumai pia wewe mtazamaji umeweza kufaidika ili ufafanuzi ambayo ameweza kutoa, na utaweza kutoa uamuzi sahihi ili kuweza kununua e, kwa kupitia kampuni ya Mabsa. Asante sana, hadi wakati mwingine na kutakia siku njema.